amia shule natakiwa ni nguvu katika shule moja kwenda shule nyingine, mpaka za sekondari, lakini sina budget inayonifanya mimi mratibu niweze kufanya kazi zaidi ya kupewa ile posho laki mbili na hamsini, ndio inanifanya mimi niweze kutumia katika kufanya kazi zangu za ofisini, lakini nje ya hapo

ambayo una ma... unaifanyia nini? Ni hiyo inanifanya mimi niweze kukaa kama ninavyoweza kuonekana. na mshahara wako, mshahara wangu ni kwa ajili ya matumizi ya familia na mimi mwenyewe asak. Una laki mbili na nusu ikufanye uonekane afisa elimu kata eh, msimama kwenye mnapokea laki mbili na nusu ya badaraka Posho ya madaraka. Aya, naomba mmoja wenu awashe mikrofoni. Mnaitumiaje hela? Tafasiri yake ni nini kwa mujibu wa kifungu cha madaraka yenu? Mimi binafsi ninavyoelewa, na ninavyoitumia huwa naitumia kuniwezesha kutembelea shule moja baada ya shule, kwenda na shule nyingine kwa ajili ya kwenda kukagua na kuratibu mambo ya kielimu katika shule, lakini vile vile mimi huwa binafsi huwa siombi stationery kwa mtendaji wangu kwa hiyo huwa pia naitumia kwa ajili ya shughuli zangu za stationary kwa ajili ya kunawezesha kufanya kazi zangu ziweze kufika kwa wakati zinapohitajika. Kuna mwingine ambaye yuko tofauti na ambavyo afisa elimu kata amesema, hakuna? Sasa tufanye hivi, mnaokubaliana na Gloria ya kwamba alichokisema ndio hiyo laki mbili na nusu mnaitumia, naomba mnyoshe mikono yenu juu, maafisa, maafisa elimu kata 12, madaki 11 pamoja na 12. Laki mbili na nusu ni kwa ajili ya madaraka ya kukufanya wewe uwe hivyo. Au nyinyi mna mawazo tofauti na na Gloria na mawazo tofauti na ambaga. Ah, washa mikrofoni. Tulipokuwa tumepata hizi pesa na sisi tuliuliza maswali kama hayo na unayotuuliza leo, lakini tuliambiwa tu kwamba hiyo ni sehemu yako ya maisha umeongezewa kutokana na madaraka yako, uwe tofauti na mtu fulani. Kwa hiyo ndio kazi zako, sio kama ni mtu wa kulialia, satakajambo kadogo unaanza kulialia. Lakini ukiwa na laki mbili na nusu kama kiongozi, lazima uonekane tofauti na wengine, sawa. Utofauti huo uliofikiria ni upi? Basi ndio kama hivyo, badala haya kwamba... natofa... kwa nyinyi mliosimama kumi na mbili Kuanzia sasa sio maafisa elimu wa kata tena, simameni hivyo hivyo. Afisa elimu wa mkoa atateua wengine, na nyinyi mtapangiwa kazi nyingine. Hatuna pesa za kutandua hapa.